Kijana mmoja alikuwa mwajiriwa katika kampuni moja usambazaji wa nyama. Siku moja jioni, baada ya kumaliza kazi zake za siku, aliamua aingia katika chumba baridi cha kuhifadhia nyama ili kuzikagua kabla ya kwenda nyumbani, na kwa bahati mbaya mlango akajifunga huku akiwa ndani. Alijaribu kugonga mlango na hata kupiga kelele za kuomba msaada kwa muda mrefu, lakini jitihada zake hazikufanya lolote, kwani kutokana na barafu zilizomo ndani na jinsi kulivyozibwa kuzuia baridi kutoka nje, haikuwa rahisi kilio chake cha kuomba msaada kusikika. Kwa muda wa saa nne kijana huyo alikuwa yuko katika bonde la umauti akisubiri kifo chake huko, akimwomba Mungu wake kwa sala yenye unyenyekevu mkubwa. Akiwa katikati ya sala yake, mara akashtushwa kuona mlango wa chumba hicho kifunguliwa na mlinzi wa kampuni hiyo akiingia na kumwokoa na kumpeleka chumba kingine. Wakiwa katika chumba hicho Kijana alipewa msaada wa moto ili kupasha mwili wake joto, na kahawa ikiwa mezani, kijana akamuuliza yule mlinzi ni kitu gani kilimfanya amfungulie chumba hicho. Mlinzi akamjibu, nimefanya kazi katika kampuni hii kwa miaka ishirini na moja na katika kipindi hiki mamia ya wafanyakazi wamekuwa wakiniona kama mtu nisie na maana, na ni wachache sana wanaonisalimia kwa kuniambia habari za asubuhi wakiwa wanaingia kazini, na kazi njema wanapondoka jioni kurudi makwao. Leo asubuhi ulipoingia ulinisalimia kwa furaha kama kawaida yako, na jioni wakati watu wanaondoka kurudi kwao, nikaisubiri sauti yako kunifariji tena kwa kusema kazi njema kama siku nyingine, lakini sikusikia. Ndio nikaamua kuanza kupitia kila chumba kuona nini kimekupata na ndio nikaona kwenye chumba kile ukiwa umefungiwa kijana. Kwa furaha yenye maumivu, alibubujikwa na machozi kwa macho yake. Funzo, mthamini aliye juu na aliye chini yako, Kwani yajayo huyajui, bali unayajua yaliyopita. Tuishi maisha ya kupendana na kuwajali jali wale watuzungukao, kwani huwezi kujua ni namna gani. Kwa kufanya hivyo tunawapa furaha katika maisha yao na kuwafariji. Jina langu ni Jonathan Tinga, kelele si ukichaa.